Mulia kunifanyia ninipaknaifanya ujui mkiwa na huyu. After everything I've done for you guys, nilikuwa naenda naenda nafanya kazi kwa kwa hoteli na siko salama. Ndio maana nimekupiga Tuko sawa sawa, nimekupigia simu kuja unisaidie. Mimi hapa. Tulifukuzwa na sister yangu. Ah, ngojea, tulifukuzwa na step sister wangu. Yeah. Yeah. No, not, anitangu aje, my step mom. Sasa, at, like, alikuja akatuvuruga. Mimi sijui nini tulimfanyia, jua ti nilicho nilifukuza au watoto wake. Mm -hmm. Alafu sasa akaanza kutu-threaten maisha. Akatuambia kwanza mpaka alikuja na kisu anatuambia tutoke. Mm -hmm. Then akatuambia msipotoka huku mm -hmm. Ati mt- mtaona kile nitawafanyia. Amekuja lini? Alikuja tu jana, jana. So nikachukua sista yangu tukaenda kwa Airbnb, asubuhi ameanza tu vituko

adni, mtoto wetu, nataka hisa zangu. Unamfanyia nini?

nimefanyika huyu <laughs> eh, msichana eh, Sharon. Sharon. kuna Sharon madawa ambayo aliwekewa <laughs> ndio maana imemwharibu hivi, na nikijaribu kuangalia naona huyo mtu ambaye alimfanyia hivi <laughs> ni mama wake wa kambo, ndio anahusika kwa hivi vitu. Naomba mutulie sasa. Hako sawa, hako sawa. Mwamzeni, mwache atulie sasa, mwache tu atulie kwanza. Unajua ni hiyo dawa inekufanya kazi, inafanya. Mwache atulie tu, akaamka Ako sawa yule ambaye alimfanyia hii vitu. Msichana, amka, amuka tu mwacha atulie

ae viatu Sharon, nani Suzi, nataka tuongee nae kidogo, tusonge pale tafadhali. Nataka tuongee kidogo, tusonge pale kwa na hii ni ya nani? Angalia kwa gunia hapo kama hivyo. Mungu wangu. Hapa ndani kuna vitu mdunga hata. Wewe? Binadamu naweza mdunga hata Eh, kisi binadamu jamani wanakuanga aje? Kuja tuongee hapa tafadhali, we dunia sina watu. Eh, mambo. Watu si kucheza nao, kila mtu zaahii ni kukaa na watu inafaa ukue na bure eh? Eh. Yeah, watu sio wazuri, yeah. Hebu tusamia hapa Direkta hapo suna watosha ndaka nituongee na watu kidogo, tujue imepanyika, imeanza aje, kwa sababu habariamsihan mm. Yeah. Yeah. Mm. Sharon, habari yako? Msalimie tu, ana shida. Mimi ndio niko na yeye, usimwogope. Najisikia, unajisikia aje? Nasikia ni kama nikuwa nimelala, alafu nasikia tu ni kama nimeamka, sielewi nini naendelea. Usikuwa na wasiwasi, usiogope, usiogope. Najua unashangaa kuniona, msichana. Ndio huyo dada yako, sasa ako sawa.

Sasa imekuwa aje ni Sharon ikafikia hapo? Sikuelewa, unanieleza kunieleza. Sisi nani step mama yetu alikuja, mm. akaanza kutu, kutuvurugo huko akikaa mekasirika akisema tena, mm. Nasema alikuja kwa nyumba kwako, akaanza e, mm. mm. mm. mm. kutuambia, kwani tutamfukuzia watoto wake, mm nikamwambia hii nyumba si mimi nimejenga na walifukuza familia yangu hmm. sasa sipiwa watoke basi hmm. akaanza kunivuruga vuruga, akiniambia atipia alitake part kujenga hiyo nyumba, alicontribute pesa. Sasa mi nashangaa ni pesa gani hata alitoa alitoaa, mm -hmm. hmm? nasema alicontribute pesa. Exactly. Na hiyo pesa ni mimi nimejenga, na kila hiyo kitu hiyo nyumba everything nyumba hmm kununua vitu za huko kwa hiyo nyumba, ni mimi nimenunua. Tutatoka kama tumekufa tume mm. Kila kitu, unajua mtu aki maisha yako ni kitu unaweza fikiria kupigia mtu ama ukimbililie mm. maisha yako sitangu kukaa hivi o kama si Yesu, jua, ni siwezijaunaona sasa, akikwambia kitu kama hiyo mm. si anything kitu mbaya kifanyikia mtutajua ni yeye yeah. So mimi mtanashukuru sana ni yeye, but, above all, mimi nashukuru tu. So jana unasema mlilala BNB eh? hey. mlilala nani? Sharon akiwa sawa, alikuwa sawa kabisa eh yeah. Kabisa, mamka asubuhi, ndo akakuwa hivi. E, asubuhi tumeamka mm -hmm. mimi niliamka wa kwanza, nikasema juu nimeamka na hakuna place naenda, cha nipike breakfast. Nikaenda nikapika chai na two pancakes. Kuwekea Sharon chai at first kupata hapo Sharon vitu anashinda akisema mimi hata siku anamuelewa, but sasa mimi sikushindania kumwekea chai. Sharon anachukua chai anaenda anaeka kwa kadrai kwa bafu anaanza kujimwagilia chai akisema anaoga na anoga kwanza mpaka na manguo. Sasa mi nashangaa Sharo ni nini mbaya, akaanza kurukaruka huko juu ya viti, anaenda room akiruka kwa vitanda na tuanisha kitchen, mpaka alivunja mpaka vikombe na glasses, then akatoka mbio. Sasa kazi yangu ilikuwa kumfuata, akienda hivi inabidi nimfuate hivi. Sasa ndio nimeona imekuwa too much, lazima saa nikutafute unisaidie juu ninajua huyo ni stepmother, ni, ni amefanya hizi vitu zote. Kwanza kabisa ningependa nikupe pole pole sana kwa hali ambayo mnapitia, na msikufe moyo, msikufe moyo sababu naona vita ambaye iko huku mbele sio rahisi. Vita ambayo iko huku mbele inahitaji ukuwe imara, na nashukuru sana nimefika kwa wakati na hata tukuwa tumejuana, lakini mimi naitwa Daktari Magongo na huyu kijana alinipigia akaniambia, daktari, niko na wati yangu hapa, nataka uniangalilie kwanza kabla tujaanza kufanya nao kazi, wanataka usaidizi wako. E, nikawaambia nikamwambia nieleze nika ni watu aina gani, akanielezea na ndio maana nimefika bure. Ingekuwa mko na ujuaji kidogo, mimi hii kesi yenu singekuja kushughulikia, na vile aliniambia ni dharura, hata niliacha shughuli zingine nikuja ili niweze kushughulikia hii kwanza na mimi nashukuru vile nimefika na nimeona nyinyi ni wasichana wazuri, naona mnapigania haki yenu. Kwanza kabisa, pole sana msichana, kwa hali ambayo imekukuta. Huyo mama sio mtu mzuri, na msipokaa vizuri na yeye, ni mtu ambaye ataweka palipo baya. Babu hana nia nzuri na nyinyi, awachukulii kama watoto yake tena, amewachukua sahi kama adui. Hiyo ni kitu ya kwanza ambaye mnafaa mjue, amewachukua kama adui, ako na kinyongo na nyinyi. Anasema sababu nikiangalia kwa darubini zangu naona, jana alikuwa mahali vile mligombana hivyo, alienda mahali kuharibu nyinyi na hata huko, na bahati sana sababu anasema huyu ako na mdomo mingi, ndio maana alianza na yeye, na wewe pia alikuwa amekupangia mambo yako, si ati ameachana na nyinyi eh. Hmm. Sawa, mimi nashukuru kwa ujasiri wako kwanza, kitu ya kwanza. Sababu wewe ni jasiri, na ndio maana nakuambia hivi, vita sio rahisi, na kama ungejaribu upigane peke yako, aungeweza sababu unajua uwezi pigana na mtu ambaye anaenda kwa madawa E, kwa ni mtu akikuja hapo akikuhamwa watu tayari, alikuwa ashaenda kwa huyo uchawi ama ndio alitoka hapo, maana naye jioni hiyo jioni. Yeah, jioni tu ndio alienda, sababu msichana nikiangalia, alianza hivi hivi vituko alianza asubuhi, si ndio? Yeah. jioni tu wakati alitoka hapo, sababu nikiangalia, naona neno ya mwisho aliwaambia, mtaona nani mwerevu. mm. mm. Yeah. na yeye ni yeah, mwerevu sababu anajua mambo hii, njia ya uganga na huko ndiye alienda. Tutafanya nini? Mimi niko na nyenye sababu nimekuja na nimekuja kusimama na nyenye. Hiyo isiwapea wasiwasi sababu hiyo kijana ni kijana ambaye tunajuana nae kwa muda mrefu na tumesaidiana nae kwa shughuli mingi. Na vile alinieleza mimi nimekuja kusimama na nyenye na, na niko tayari kuwapigania mpaka haki yenu mpate na mimi na kwa kazi yangu nakuanga na sheria kidogo tu. Jambo la kwanza, kabla sijaanza kazi, unajua ni vizuri nikueleze. Mm, mambo na vurugu, sipendi vurugu, mambo ya matusi, vurugu, kupigana, sipendi hiyo, weka kando kwanza. E, jambo lingine, uvumilivu. Unahitaji mtu ambaye ako na uvumilivu, sababu unajua hii kazi nahitaji ni kufunulia kila kitu mambo ambayo imejificha ndani, nikuonyeshe maadui yako na marafiki zako ni kina nani. Nadhani hapo umenipata, e. Wewe kama utafuata hiyo sheria, mimi niko tayari kukusaidia na niko tayari kusimama na wewe n na, yes. E, siwezi kuona uso nijue hata na, nafanya kazi na nani sue na, yes. na wasiwasi nayo Hmm. Sikuwa na wasiwasi naisozaasio huyu sitaka angerudi sawa, hmm. Yeo, na na so mwenye sitaka amerudi sawa, hmm. Ndo nilikutafutia mtu akurudishie dokument zako zinaona zinapotea, ndio maana yeah. Nimekuletea huyo mtu akusaidie upate vitu zako zaosa hmm. yeah. yeah. yeah. so, mi daktari, ni sawa, nitakooperate na wewe hmm. as long as sisi tutakuwa salama na nipate vitu zangu hmm. yeah. no kuwa na imani, mambo yako itakuwa sawa. Na kabla tujaanza chochote, najua sababu aa wa watu wajaachana na nyinyi e. Baada ya hapa, ndaweza kuwekea kinga kwanza, ndio ili tukiendelea kufuatilia mambo ingine, mkuwe mmewekewa kinga, chochote kibaya kisiwatendekee, sawa nani? Suzi. Usikuwe na uoga kitu yoyote. Sawa. Sawa, asante sana. E, sasa kutoka hapa unasema huyo mtu anaweza kukaa nyumba Sure, kwa nyumba jua kuna mm. mm. uh -huh. mm. uh -huh. na sister mm. uh -huh. uh -huh. mm. uh -huh. yangu. ameenda. Nimekuwa nikimkimbizana na ndio nikakupigia simu ukuje, kama hata tuende tumtoe huko, hiyo ndio furaha yangu na nipatie vitu zangu. uh -huh. uh -huh. Daktari, iko sawa tukienda huko? Eh, sababu so nimefika uh -huh. na unajua siwezi achia kazi kwa njia kama sio mbali uh -huh. tunaweza enda mpaka huko tujaribu kushughulikia hii mambo, tuone pahali tutafikia.